Pointi ya nne wakasema kwamba cell contains hereditary materials which are passed from one generation to the next generation. Tunavyozungumzia genetic materials tunazungumzia ni DNA na RNA. Sasa cell ina genetic materials ambayo huwa yanapasishwa kutoka katika kizazi kimoja kwenda katika kizazi kingine cha seli. Tunavyozungumzia kizazi kimoja cha seli tunazungumzia labda seli zilizokuwepo muda huu, na seli hizo zikifanya cell division, zikigawanyika kuzalisha seli nyingine, zile seli nyingine ambazo ni mpya sasa zilizozalishwa ndio tunaita ni kizazi kilichofuata au next generation. Sasa cell inakuwepo na hereditary materials ambayo huwa yanapasishwa kutoka katika kizazi kimoja kwenda katika kizazi kingine. Hereditary materials ni nini? Hereditary materials yani DNA na RNA, kama tunavyosema, haya ni materials ambayo ni yanafanya urithi wa maumbile katika cell au katika kiumbe hai. Tunavyosema urithi wa maumbile, tunasema kwamba ni materials ambayo yanawezesha ile cell moja inavyo divide iweze kuzalisha cell nyingine ambazo zinafanana na yeye. Labda kwa mfano, ikidivide, ni kama plant cell iweze kuleta plant cell Ikidividi kwa mfano ni sell ya ngozi yani skin cell iweze kuleta skin cell. Kama ina divide el ya msuli yani cell iweze kuleta, yuweze kuleta muscle cell nyingine. Sasa nini kinawezesha seli fulani iweze kuleta seli nyingine baada ya division, na seli hizo zifanane na yeye mwenyewe aliyo aliofanya cell division. Hii ni DNA na RNA, au ni genetic materials. Lakini pia katika level ya kiumbe hai, DNA na RNA ndio ambazo zinawezesha kiumbe hai akifanya aki, aki reproduction aweze kuzalisha aweze kuzalisha viumbe hai wengine ambao wana fanana na yeye, na kinachomwezesha tu ni DNA na RNA au ni genetic materials ambayo yanaweza yaka, yaka, yaka,

taarifa pale muhimu huwa zinaungana ambazo zitaelezea urithi wa maumbile au ndo ambazo zitawezesha binadamu kutengenezwa katika kile kiumbe ambacho kitakuwepo katika mimba. Kutakuwepo na taarifa ambazo zimesemwa kwamba huyu anatakiwa awe binadamu na anatakiwa awe na viungo fulani fulani. Kwa hiyo ni urithi wa maumbile kutoka kwa wazazi wake. Kama kusingekuwa na DNA na RNA basi, basi viumbe visingeweza kutengeneza viumbe vingine kama ambavyo wao wapo wow. Yani binadamu wasingeweza kumzaa binadamu, lakini kutokana na DNA na RNA au genetic materials, viumbe hayo wanaweza kurithisha maumbile kwenda katika watoto wao wanaozaliwa, na ndio maana binadamu atamzaa binadamu, mbuzi atamzaa mbuzi, pa plants ata, atamzaa plants, mbegu ya mbegu ya mmea itakavyopandwa italeta mmea kama ule ambao ulikopo umechukuliwa hiyo mbegu, na hiyo ni kutokana na genetic materials materials ya urithi wa maumbile ndo ambayo yameleta taarifa fulani fulani. Point ya tano anasema kwamba all cells are basically made up of the same chemical composition, yani kwamba seli zote kimsingi zimetengenezwa na mfumo wa kemikali au na kemikali ambazo zinafanana. Sasa hapa, hii ilitokea au walipendekeza wanasayansi baada ya kufanya observation kwamba kuna kemikali fulani fulani ambazo zinatengeneza maumbile, yani structure, na zinazofanya kazi katika, katika cell ambazo zinafanana kwa almost seli zote na kama kuna tofauti ni ndogo sana. Na kemikali hizi walikuta ni kama vile, kuna kuwepo katika sel, kuna kuwa na carbohydrate katika sel, kuna kuwa na protein katika sel, kuna kuwa na nucleic acid yani DNA na RNA katika sel, kuna mafuta katika sel, kuna protein, au enzymes, ambazo zinafanya kazi fulani fulani. Lakini pia katika sel kuna maji, yani water, na katika sel kuna molecule au Mole molecule ya nishati ambayo inaitwa ATP, au adenosine triphosphate. Sasa waka, baada ya kuangalia kwamba kimsingi katika zile kemikali zinazotengeneza maumbile ya seli na katika ufanyaji kazi wa seli zinakopo, zinafanana katika seli zote, iwe seli ya, iwe seli ya binadamu human being iwe seli ya plant iwe seli ya bacteria iwe seli ya fungi zote zinafanana katika kemikali za msingi zinazotengeneza maumbile na zinazotengeneza structure katika cell. Pointi ya sita wanasema kwamba energy flow occurs within the cell through metabolism and biochemicals of the cell. Yani kwamba kuna kuwa na mtiririko wa energy katika cell na mtiririko huo unatokea una kutokana na chemical reaction za katika, katika cell. Kwa hiyo metabolism hizi ni chemical reactions za katika cell na kunakuwa na mtiririko wa energy kutoka kutokana na metabolism hizo. Sasa mtiririko wa energy maana maana yake nini hapa? Wanamaanisha kwamba energy au nishati kuwa inaweza ikabadilika kutoka katika form moja kwenda katika form nyingine, labda kutoka katika chemical energy kwenda katika heat energy au kuwa katika electrical energy. Yani nishati ya kemikali inaweza ikabadilika ikawa nishati ya joto, inaweza ikabadilika ikawa nishati ya umeme katika seli. Kwa hiyo huu ni mtiririko, lakini pia mtiririko huu kwa maana nyingine unaweza ukamaanisha kwamba chemical energy katika seli inaweza ikatoka kutoka katika kemikali moja na kwenda katika kemikali nyingine. Tuchukulie mfano katika respiration. Respiration yenyewe ni process ambayo inavunja glucose na kutengeneza ATP. Sasa glucose inakuwepo na chemical energy, na chemical energy ya katika glucose inapatikana vipi? Ni kutokana na katika zile chemical bond ambazo zinakuwepo katika atoms zinazotengeneza glucose yani ni yani glucose inakuwepo na bonzi za carbon na carbon, kunakuwa na bondi za carbon na carbon, kuna kuwa na bondi za carbon na hydroxide group kunakuwa na bondi za carbon na hydrogen. Sasa hizi bondi zitakavyovunjwa katika respiration, wakati glucose inavunjwa kutengeneza carbon dioxide na maji, kuna energy inakuwepo na inakuwa inatengenezwa. Sasa hii energy inatengenezwa inayotolewa baadaye inaweza ikatengeneza kemikali nyingine ambayo inaitwa ATP au adenosine triphosphate. Hii ni kemikali ya nishati ambayo wa cell nyingi cell, almost cell zote zinatumia ATP. Sasa nao inachukua ile energy ambayo imetoka katika glucose. Kwa hiyo tumeona chemical energy imetoka katika glucose kwenda katika ATP. Kwa hiyo kukiwa na chemical reaction au metabolism, energy flow, huwa zinatokea kwa mfano, hapo tumechukulia mfano wa metabolism au chemical reaction ya katika seli ambayo ni respiration. Chemical energy zimetoka katika glucose zimekwenda katika ATP, lakini pia ATP kama chemical energy inaweza ikabadilishwa mtiririko tena wa energy ukatokea, ATP chemical energy ikabadilishwa ikawa electrical energy, yani nishati ya umeme. Kwa mfano, hii hutokea pale ambapo, ambapo, ambapo ion pumps yani, pampu za chaji mbali mbalimbali katika cell surface membrane, kwa mfano ya kwa mfano ya, nerve cell, yani seli ya fahamu huwa inatengeneza umeme fulani ambao wa umeme tunauita action potential, ambao unasafirisha taarifa za fahamu kuelekea katika ubongo. Kwa hiyo hapo tumebadilisha Chemical energy, ATP tumetengeneza electrical energy, au action potential, au nervous impulse. Lakini pia chemical energy inaweza ikabadilishwa ikawa nishati ya joto na ikaweza kutoa joto katika mwili hapo, labda katika mfano wa upande wa binadamu. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kuzingatia hapa ni kwamba energy katika cell huwa inatokea kama energy ya kikemikali na energy ya kemikali hii huwa inakuwepo katika bondi za kemikali fulani fulani katika seli, kama vile glucose, kama vile protein. Basi katika bondi zake zile, atom zilivyo bond na kutengeneza molecule fulani fulani kama hivyo za glucose, mule ndo kuna kuwepo na chemical energy. Na kemikali hii ikiweza kuvunjika na kutengeneza kemikali nyingine, kuna kuwepo energy imehamishwa kuelekea kwenye kemikali nyingine, au imezalishwa imetengenezwa energy form nyingine. Hiko ndo kitu cha kuzingatia. Energy katika cell inatokea kama chemical energy ya katika bonds za vitu mbalimbali vinavyopatikana kwenye